Tumetembelea eneo la Usagara maeneo ya Nyasubi tukifanya ukaguzi wa mita sehemu mbalimbali, na baada ya kutembelea tumebaini makosa mbalimbali ambayo yanafanywa na wateja, baada ya mafundi wetu kubaini baadhi ya wateja ambao wamejipitishia huduma bila kufata taratibu, na baadhi ya maeneo ambayo tumetembelea, tumekuta eneo la biashara, ndugu Kiheka Business Center, ambaye ana huduma ya mita za umeme zisizofuata taratibu kwa kutumia mafundi wetu wamebaini huyu mteja si mteja halali na anatumia hizi mita bila kufanya manunuzi. Kwa hiyo tumechukua jukumu la kumkatia umeme eneo lake la biashara. Pia tuliona ni vema tukafika eneo lake la nyumbani kuona je, ana taratibu zingine ambazo zimefuatwa kiTanesco. Tumebaini pia baadhi ya mita zake katika eneo la nyumbani kwake, huduma ya umeme anayotumia sio sahihi. Kuna baadhi ya mita zimekatwa sili na baadhi ya mita zimepitishwa isivyo kihalali kwa hiyo mafundi wetu wamemkatia huduma pia, na tumemkabidhi kwenye vyombo vya sheria ikiwa na sisi tunaendelea na taratibu zetu za kitanesco pamoja na kumwandikia notis afike ofisi ya Tanesco mkoa kwa taratibu zingine za kiofisi. Kwa mteja huyu tumezunguka nyumba zaidi ya nane na tumebaini mita tano ambazo zina makosa ambazo taratibu zingine za kiofisi zinaendelea. Kwa hiyo na wasii wa Tanzania, jambo hili ni halikubaliki hata kidogo pia sisi tunaona kama huu ni uhujumu wa miundombinu ya TANESCO, pia ni uhujumu uchumi. Tunapoteza mapato kwa serikali ambayo haya haya mapato ndio yanaleta maendeleo nchini kwetu. Kwa hiyo nawasihi sana kama wana changamoto zozote wafike pia ofisi za TANESCO zilizo karibu yao. Mwenye nyumba alisafiri, alisafiri kwa ajili ya kwenda matibabu ya mwanaye kwa anaumwa, alikuwa shuleni boarding, ameenda kule kwa matibabu ya mwanaye kwa hiyo mimi niko hapa kama kama msimamizi wake tu ambao ameniagiza niangalie niangalie nifuatie na watu wa Tanesco kwa ajili ya kuwapitisha nyumba zake zote zilizofanya zilizokumbwa na tatizo. Kwa kweli tumekuta changamoto nyumba zi, nyumba kama tatu hivi kwa zime zimeunganishwa zime, zime, zime tofauti na watu tofauti na na hizo zimeunganishwa Tanesco, kwa tumechepusha kwa ajili ya matumizi yetu, tunaona kulingana na, na na, bili ipo inakuja ipo inakuja bili kubwa kwa hiyo tukaona kwamba tuchepushe ili kupunguze kidogo kali, kumbe tunafanya kosa kwa kisheria. Tunaona kwamba tunafanya kosa, kuchepusha umeme ni kosa.